Karibu kwenye tutorial hii fupi ambapo tutajifunza jinsi ya kuunda maumbo mbalimbali kwenye Adobe InDesign. Tutorial hii ni kwa wale ambao wanaanza kujifunza ili kuelewa hatua kwa hatua jinsi ya kutumia rectangle na polygon tool. Tutaanza kutenda kwenye hichi kiboksi hapa chini hapo kuchagua uanze, na yako ambayo nataka uanze. Mimi naanza na rectangle hapo, then nashuka wenyewe ukurasa wako, kuna set hiyo box namna hiyo, rectangle yetu tayari natengeneza namna hiyo, tazati na highlight kiboksi. <tune> Baada ya kumaliza kuhighlight kiboksi na mambo mengine yote, basi boksi letu tunaweza tukalibadilisha sasa, inaweka rangi <tune> kwa unataka unakuja hapo na select color ambayo nahisi inafaa

Sasa hapa nabadilisha, tuna, tuna rangi nachagua rangi ambayo na natendelea box lako azaweka rangi yeyote hapa, akaweka rangi ya namna hiyo ya kaya, ya njano kitaka kulingana na muonekano wa kazi yako, unataka kazi ya, iwe namna gani hapa kwenye kutengeneza umbo la la rectangle tayari. Sahizi tunahamia kwenye umbo jingine ambalo ni polygon tool, nachagua hapo eza okay. Alafu then tayari ishaonekana hapo na ali highlight ile umbo, shuka kwenye kuchagua rangi namna hiyo. Ko itakuwa inafanyika hivyo yagua yeyote ile. <laughs>